Kiwanja kinauzwa kipo mtaa Kilimani, huku mnavyoona ndio maeneo kilipo kiwanja. Hapa niliposimama hapa, haya ni majirani, au kote ni majirani chapa ndio haki haya Ipogera, pia lipo kwenye kiwanja huko, ni eneo la nyuma huko. Jirani yao ni eneo la nyuma hili cho kiwanja cho hapo.